lee muweze kuona, kwa sababu sisi nia yetu ni kufanya AFCON zote zilizopita. Kuondoa ya Morocco, ilikuwa tiketi moja mechi mbili, lakini ya Morocco tiketi moja ilikuwa mechi moja. Nadhani mnalielewa hilo. Ilikuwa hamna head to head na Tanzania. Nia yetu ni kwamba pia kusiwe na head to head. Kama grupu moja linacheza mechi ya kwanza uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ya grupu ile ile ya pili itachezwa amani kama mechi ya grupu jingine inachezwa uwanja wa Fumba Me, mechi inayofuata ya grupu hilo itakuta kuchezwa muda unaofuata kwenye uwanja wa, wa Kizimkazi ambao i inaitwa Suluhu Stadium. Lakini pia mechi ya kwanza kama itachezwa ya kundi Arusha, ya mechi ya pili itachezwa Dodoma. Dodoma uwanja bado haujakuwa na shepu sawasawa sawa, lakini serikali tayari na mazungumzo na wakandarasi kuhakikisha kwamba mpaka Disemba pia uwanja wa Dodoma utakuwa umekwisha. Lakini pia wenzetu wa Uganda tayari uwanja wa Hoima na uwanja wa Mandela viko tayari, lakini pia na wenzetu wa Kenya wana viwanja vitatu tayari mjini Nairobi pale. Sisi Tanzania ndio viwanja vyetu vitakuwa kwenye miji minne, tuna uhakika kwamba Zanzibar tutakuwa na viwanja vitatu kwa sababu Amani bado tunaweza kuutumia lakini pia viwanja vya Fumba na Kikazi kazi, kiakitatua i lakini pia ikitokea lolote pia tunaweza kukaa na maamuzi, kwa sababu uwanja tayari wa mbugani huko vizuri, tatizo tu kwamba ni uwanja wa nyasi bandia, lakini kama unavyojua uwanja wa Amani ndio uliokuwa mashindano ya CHAN